Yo, mambu, vipi? this is Chinga TV ama kama station number moja online TV. Leo niko ndani ya Mazeras bado. Nimekuja nimekutana na mwamba fulani hapa ambaye kwamba tunakuwa ni wenye kupiga story moja mbili tatu. Huyu ni msanii chipukizi ambaye kwamba amekuja moto sana, amepiga mashow mengi sana. Atakuwa ni mmoja kutuelezea moja mbili tatu hapa na bado tuwe ni mwanaharakati mpambanaji, so yeye mwenyewe atakuwa ni mmoja kujieleza. Ni nani? Leo tuko na hicho kipiga story sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Saladi, kwenye music viondo ni pia jina natumia Saladi. Oh, Saladi ndio jina lako eh, unajua Saladi, Saladi ni jina ambalo yani liko unique mm, kama So, so, na, nasema jina yako haizitumika na mtu yoyote na ikitokelezea pengine kuna mtu asheikopi jina yako hapo, unaichukuliaje? Sasa kama uh, kusikia ku, ku, ku, mtu amesema ame, ame yeye kuwa aitwa hey, Saladi, ama yeye mwenyewe ameamua kuitwa Saladi, mi sezi kataa kwa sababu pia ni upendekezo wake apo nitakuwa pia ajainazidi ina, ina, ina, ina, kusikika sawa. so, Saladi Saladi, yeah. Kama Saladi wewe umetuambia kwa usanii, wewe ni msanii yeah? Mimi ni msanii msanii. Msanii, unapiga ngoma aina gani za, za, ngoma yani aina gani yani? Uh, utasema ndo ni ngoma ambazo ndo nimebase sana huko mm. Yeah. Sawa so, kabla tu, utupatie vina <sighs> Sarali, wewe uko mwenyewe ama kuna mtu ambaye kumbe anakusimamia ama ni vipi, na ni wapi ambao kumbe unapenda kuwa una recording ngoma zako? Unajua upande wako, mimi mwenyewe ndio nasema, mimi niko mwenyewe, sina management, kwa sababu nikisema na management na kulingana na effort yangu bado najua iko chini kwa muziki, na kiufupi mimi niko mwenyewe, sina management yote. Kwa hiyo unasema uko mwenyewe, challenge za muziki na na na kwa kwa, ni kiufupi unazijua vizuri sana upande wa kurekodi nini na nini yani unajua vizuri sana. Challenge zipo, unajua yeah, kuna zingine unakuta challenge kwa producer. Salad, ushaifanya bifu na mtu? Uh, sorry na bifu mimi uongo. Hata kama labda kuna mtu ana bifu na mimi, yeye, lakini mimi uongo siwezi kufikia mtu. Na kuna nyimbo zenye ulipiga kabla tuende kwa nyimbo za, za, za collab. Sasa hivi kufikia sasa hivi una nyimbo ngapi zenye umerekodi? Nyimbo ambazo umerekodi tunasema ni tano. Itano. Zipo ya. Zinapatikana wapi zote hizi nyimbo zako kabla tuendelee? Kwa saizi nyimbo zangu ziko YouTube. Zinapatikana kuna nibebe kuna wapekee na kuna nyingine e, moto. Na kati ya hizo nyimbo zako zote tano unaona nyimbo gani ambayo kwamba imefanya vizuri sana upande wa YouTube? Uko TikTok pia? Ya, TikTok nipo na zishafanywa challenge, si ndio? Zimechapa na. Ya, challenge ya kwanza ilienda kama posti zingapi hivi? Ile nyimbo ambayo kama unajua kabisa ilifanya vizuri. Uh, posti imeenda kama elfu mbili huko, sababu unajua sasa hizi bado naanza sasa. Unajua, mtu kama mimi nikienda kama elfu mbili ni kitu kikubwa sana kwa, kwa kwenye challenge kama. Ndio, ni sawa. sina haja ya kufuatilizia sana niseme uko na followers wangapi wala nini wala nini saladi. Kama saladi umesema ni brand ya mtu mmoja pekee, na ni wapi ambao kama una recording ngoma zako? ngoma zangu studio yangu ya kwanza ambayo nimeshaanza kurekodi mpaka nyimbo ni ni, ni Mofa record. nyimbo yangu itatoka. Kwani unasema nyimbo yako ya kwa kwanza kwani umerekodi, umerekodi nani studio ngapi kwani saa hii? Ngapi kufikia saa hii ufikia saa hii ndasema nimerekodi studio tatu. Kuna studio moja ambayo ni Mofa record. studio ya pili tutasema, iko Mariakani hapo, ni ya Noiza. Mhm. ya Noiza ni producer pia naye anafahamika na studio ya tatu Nishare kudi Bamburi huko Sema no. Kuna studio ndogo ambayo haijatambulika sana vile. Ni sawa. Na je, kwa hawa producer wote unahisi ni producer mgani ambaye kwamba asha kupata challenge ile ya kuwa kwa sababu unajua mwanzo siku zote ni mgumu, ni producer mgani ambaye kwamba alikufanya mpaka wewe unakasema eh, hapa naweza stack hata mambo ya sanaa. Ni nani ambaye kwamba alikuwa ukifanya hivi anakuambia hapo hujafanya, ukifanya hivi moyo wewe unajisikia umefanya kitu kizuri, lakini bado anakataa. Unahisi ni, ni producer mgani ambaye kwamba alikusumbua sana, ama alikutoa sana? Uh, kusema ti producer kumsumbua mimi, sitani kama kuna producer ameshanisumbua. Kuna ambaye sio hapa, vipi, ni kama na rekodi hiyo jamaa anakataa ile, ambayo nitasema tu, nashukuru ma producer wote ambao nishawaendea washanikubali sana, katika kazi ambazo wanafanya. Na pia ni kikubwa zaidi, ni wenye wanapenda kazi zangu, wenye wana nikiingia studio, pia kuna kutana na ana maana na kufanya kazi na mimi, hata kuwa kuna wasanii wengine, lakini anakuambia ah, bro acha tukusikize mwanzo, unasemaje, mbona unakuja na lipi geni, unaona Noni kitu ambacho pia kwa mziki inanitia morali sana mpaka alhamdulillah nashukuru. Ni sawa, umetuambia una nyimbo tano. Mimi ningetaka tu kwa mashabiki zako ama mafans wangu ambao kwa bakamba ona wananiangalia au wanaangalia Chinga TV. Ningetaka wapigie, una unaweza kupiga nyimbo peke yake ama unaweza piga na beat. Ngoma, acha nipigie peke yake, ili mradi pia mashabiki wasikie venye jamaa ni msanii kivipi, yani yani. Naona. So uko tayari kutuimbia freestyle? Ndio ya, yeah, basi moja kwa moja, hebu tu, tuachilie song yako ile, ambayo kama nahisi kabisa, hii ilinitoa mahali ikanifikisha mahali na sahii inafaa vizuri, twende na beat. Na, hiyo nyimbo ambayo nataka nikumbie kwa hii ni nyimbo ambayo sijaitoa na iko karibuni sani, mtwe kionjo mm. ili mradi pia nawe mweze kusikia wenye iko na pia na mashabiki waweze kuisikia Sawa, oya guys, acha tusikize huyu msanii. Je, ni msanii, mimi sijajua kama anaimba kiasi gani, lakini wewe ndio utaniambia kama yeye anajua ama yeye bado anapambana. The moment nimekuambia ni mpambanaji na ni kwanza ameanza, so acha tusikize mimi na wewe mm. Salamu mwenzako, usingizi huja paka, pombe kutwa kucha, saladi na waza mm -mm. uko na nani? uliko simu zangu katuwa zingi meseji zangu haujibu, wowoo oh -oh -oh hivi -oh. Ni kosa gani lilokufanya mpaka ukaene, yani mpaka waraka ujumbe mfupi mama kuandika ucheko lichekwa vilishindo kula kutwa mara moja kitumalazi kwa kibanda vilikushinda na sindohiwulie hapa kwamba utoniacha, utakuwa nani kwa shida ta uzuni zikichacha. Hey, ya nangu, ya nangu. Oh yeah guys, oh, mimi nimesema nitakuwa niwenye kusikiza nyinyi, ndo mtaniambia kama anajua ama ajui, so that is his song yenye ameimba, na nyinyi ndo mtakuwa mtaniambia So, Saladi, unapendaje kuambia watu kama shabiki zako kwa, unataka kuambia nini sa, ujumbe kwa vinyo wanakutazama, unataka kuambia nini? Mi kikubwa, naomba tu mashabiki ambao wameamua kumsikilia saa kama msan ambpa taakio cha jam sca nitafanya mashabik ni amaontafanyaasapoti Saladi, mimi, mimi si msanii lakini ningetaka kukupatia ushauri kwanza kama hi ni msanii. Najua unajua vitu vingi hapo vinaka msanii awenavyo lakini ukitaka kuwa msanii mzuri mimi ningekuomba usta usikubebe ama unahisi kama ni sawa kabisa nani usta kukubeba ndani yake kutosalimia watu watu wakikuita unahisi no, kama hapo unaweza pata support. Uh, unajua kwa kweli mimi siwezi kuwa star bila mashabiki zangu. So, mashabiki zangu, nimekuwa star, na mashabiki zangu ni, ni kazi gani unaipiga una kama unafanya mpaka unaenda na record. Ah, hizo basi ni changamoto. Najua mimi sichagui kazi, kazi zote wanafanya kwa tuseme sa, Salado ya leo Black Nation ni msanii ambaye kwamba ye anapambana sana, kazi yoyote anapiga ya tu yaani. Mimi kwa kweli kwa saizi mimi sichagui kazi, sababu najua mimi naona kitu chochote ambacho kitakuwa kinanipatia riziki na nihalali, basi hivyo hivyo ndo najua ndo kazi yangu ni yes, sawa sawa. Nadhani mwanzo mwisho umesikia mtazamaji. Shabiki yangu shabiki wa Chinga TV, shabiki wa Saladi Black Nation huyu ni msanii chipukizi kutoka hapa ndani ya Mazeras, niliwaambia kwa hii ni channel ambayo kwamba inapambana na vipaji na udaku mitaani, so moja kwa moja umesikia chenye tulikuwa tunaongea hapa na pale, mimi na Saladi hapa msanii. So kikubwa mimi nitataka kukuambia tu msupport channel yangu na msupport channel zake pia juu ni mpambanaji ambaye kwa kwamba anapambana na amekuja kwenu kuombeni support. So like comment subscribe and share my channel thanks, Mr Saladi. Mwenyezi Mungu akitujalia tutaonana tena, ama una kipi cha kuelezea mashabiki? Kuna kubwa zaidi cha kuelezea, ila ni kuwashukuru mashabiki tona kasaba support yao, na kikubwa zaidi niombe Mwenyezi Mungu na mimi pia naomba mbali tukifika, utakuwa tu sijafika peke yangu na wao inshallah. Amen, amen, amen. Aya, isihokua nn kilicho na mwanzo akikose mwisho. Nadhani hauna lolote la kuuliza.